E bwana, kesi imeshakuwa ngumu. Juzi ni kikao kati ya bodi ya ligi na Yanga na bado kauli kabaki ile ile, hatuchezi. Na hapo jana ilikuwa Yanga na TFF lakini walibaki vile vile, na hatuchezi. Na zaidi yupo kiongozi wa Yanga ambaye alifika katika jengo la TFF lakini alipeleka barua na kuondoka bila ya kutaka kuulizwa chochote kile. Sasa niko na mchambuzi wa masuala ya soka aweze kutuelezea ili sakata linaloendelea, na je, mechi ya tarehe kumi na tano itakuwepo? Mambo vipi? Ah mambo ni fresh. Harakati? Poa poa. Unafahamika kama nani? Ah kwa jina naitwa Dickson Sabuni mchambuzi wa Sibuka FM. Ah sasa tuanze hapo hapo kwa masakata yote yanayoendelea. Je, mechi ya tarehe 15 itakuepo? Mechi ya tarehe kumi na tano, kama ulivyoona wameita kikao na wameenda kabisa, wamekaa katika kikao na bodi ya ligi, lakini msisitizo wao ni ule ule kwamba wanataka staiki zao na haki zifatwe. Maana ya haki na maanisha kwamba wajue kwenye mchezo ule nani ana makosa na nani anatakiwa apewe ile faida ya kuridhika na yale makosa ambayo yametendeka. Kwa hiyo Yanga kitu anachokifanya ni sahihi, kwa sababu uwezo kapanga siku tarehe ya, si, ya, ya mechi bila kumuhusisha mtu wowote, naona bodi imekosea kwa sababu walitakiwa zihusishe klabu zote mbili, kwamba njooeni tukae kikao Simba na Yanga tujadili kuhusiana na hii mechi. Tuone mwafaka utafikia wapi, na hizi klabu mbili zote ziweze kukubaliana, je mechi wataicheza au hawataicheza au kama kuna fidia nyingine za kulipwa zilipo. Ila bodi ya ligi imetoka from nowhere ikatangaza mechi tarehe 15 na mtafaruku ndo ninavyoona ni kama huo, na mtafaruku mwingine uliotokea ni kwamba wanaidai TFF kwa sababu nyuma pazi ya pazia. Pia wamesema hata mechi ya tarehe ishirini na nane ambayo ni ya kombe la shirikisho la CRDB Confederation hawatacheza pia. Hivi ukubwa wa ligi yetu bado kuwe na madeni madogo madogo ya kombe tu, hivi kweli inaleta taswira gani katika ligi yetu? a ligi inapoelekea inakuja kushuka, kwa sababu kwenye ule ubora mpaka tulivyopandishwa ni kutokana na hizi klabu mbili, namaanisha Simba na Yanga, vile wanavyoperform katika michezo ya klabu bingwa na katika michezo ya kombe la shirikisho. Hata wewe ukiangalia ni timu ambazo zimefika mbali sana. Yanga iliweza kufika finali, ambapo walipoteza dhidi ya USM Alger. Pia Simba walifika finali ya kombe hilo hilo la shirikisho, lakini wamepoteza dhidi ya Alasi Belkane. Kwa hiyo kwa hizi sakata linaloendelea sasa hivi, inapoelekea ligi yetu inaenda kushuka katika kiwango. Atumalizie kuwa bodi ya ligi hiyo tayari imethibitisha kupitia Almas Kasongo kwamba mechi ya tarehe kumi na tano iko pale pale, dabi ya Kariakoo. Imetokea sasa Yanga kagoma, je, watapokwa pointi tatu na hayo magoli matatu, na ama sheria ya moja kwa moja washushwe daraja? <laughs> Ah, vitu ni complicated sana kama mechi itakuwa tarehe 15, nahisi pia hata swala hilo chini ya carpet, katika asilimia 100 asilimia 40 au 30 hivi ili jambo na hisi mheshimiwa, anaweza akaliingilia kati, Mheshimiwa Rais wa Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaweza akaingilia kati, akawaita vijana, akaambia kwamba wacheze tu, kutokana na hivyo vitu vya ligi yetu kushuka viwango kwa hiyo nahisi mechi itachezwa, ila kama msimamo utakuwa uleule wa Yanga kutocheza, maamuzi nawachia bodi ya ligi, kwa sababu wao ndo anaamua. Mi siwezi ngasema kama atashukishwa daraja au watapokonywa pointi tatu kwa sababu hata Yanga wenyewe wametishia kujitoa katika hii ligi yetu kwamba hawatashiriki katika hii ligi. Shukrani sana.